Umeamua kufanya ziara hii kujifunza baada ya kupokea malalamiko mengi kutoka kwa wananchi. Kipindi hiki cha mwezi wa tisa, mwezi wa kumi na kumi na mbili, kumekuwa na changamoto ya maji, hasa mji wetu wa Boma Ng'ombe kata hizi tatu na maeneo mengine. Lakini historia inatuonyesha hapa tulikuwa na tatizo kubwa sana la maji sana, nikapiga kelele bungeni, Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan akatuletea bilioni 3.39 tukaanzisha chanzo kipya kutoka pale Kikafu. Mheshimiwa makamu wa rais alikuja hapa akazindua mradi huo. Kwa akili ya kawaida na ufahamu wa kawaida tu e, ilitosha kusema tatizo la maji wilaya hai limekwisha, lakini kumbe usanifu uliofanyika awali ulichukua idadi ya watu waliokuwepo wakati huo hapa. Sasa hivi wilaya hai tunaongezeko kubwa sana na watu mji wa Boma ya Ng'ombe unajengwa na viunga vyake. Mahitaji ya maji mpaka sasa hivi ni lita milioni kumi na moja ili yaweze kutosheleza, tunazoweza kuzalisha milioni saba mpaka sasa hivi, na hili limetokana na ongezeko la watu kwetu sisi hapa. Ule mradi ambao mwaka jana Mwenge ulizindua una uwezo wa kuzalisha, ili mamlaka ya mji mdogo Boma ipate maji tunahitaji maji lita milioni tisa lakini vyanzo vyetu vyote kikafsoka, na tenki lile la kuhifadhi lina uwezo wa kuhifadhi lita milioni saba. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, kipindi cha Disemba, eh, Septemba tu Disemba hususani eh, kutokana na uhaba wa mvua na hapa kipindi hiki cha ukame, uzalishaji ukapungua kidogo, lakini Mheshimiwa Rais ameleta fedha milioni mia sita ambazo tunahamisha maji kutoka kwenye tenki lile kuja hapa ambapo hapa kuna matenki makubwa manne. Hili tulilosimama lina uwezo wa kupokea maji lita laki tano, na yale mengine yana uwezo wa kupokea maji e, laki tatu, tatu. Kwa hiyo ni lita laki tisa, ukijumlisha na hii laki tano ni lita milioni moja na laki nne. Kazi ilipofikia imefikia asilimia tisini. Sasa hapa kuweka mawazo pamoja tunaweza kufanya nini, tatizo la maji liondolewe? Moja, tuna mkandarasi ambaye tayari pesa zimeshatengwa. Mama Samia atumdai kwenye hili, ametupa milioni mia saba. Kandarasi yuko saiti, mimi nimepata nafasi ya kuongea naye kumweleza hali ilivyo, kwamba bwana, hapa kuna shida, ni kweli wewe umesaini mkataba mpaka mwezi wa tatu, lakini tusaidie kuongeza spidi, mradi huu ukamilike, maji yaweze kuongezeka kutoka kwenye tanki la matoo kuja kuunguza kwenye tanki la kwa sadala hapa. Maji yatakayoongezeka hapa yatapunguza tatizo la maji. Leo tumeletewa mradi ambao ni bilioni kumi kupitia Musa Toroka. Sisi hapa tumewaambia wenzetu, hebu nendeni mkafanye usanifu wa hakika. Je, hii bilioni kumi itaondoa tatizo la maji ndani ya wilaya Hai? ili tunapoondoka sasa, na bahati nzuri hata jana nilizungumza na mheshimiwa waziri wa, wa, wa maji akaniambia wewe niletee mpango. Kwa hiyo tunachokiandaa sasa mpango wa kudumu wa kuhakikisha wilaya ya Hai tunaondoa kabisa tatizo la maji. Kwa hiyo wananchi waelewe kwamba mradi ulikuja bilioni tatu nukta tatu tisa na ulisanifiwa kwa kipindi kile kulingana na idadi ya watu. Kumekuwa na ongezeko kubwa sana la watu, lakini pia wote tunafahamu kipindi cha mwezi wa kumi na mbili idadi ya watu ndani ya wilaya hai inaongezeka zaidi ya mara mbili. Kwa kuwa tumekubaliana leo, ni imani yangu mkuu wa wilaya atakesha hapa, atamsimamia mkandarasi, ndani ya siku tatu tuweze kupata ahueni ya maji, kwa sababu maji tunayo vyanzo vya maji wilaya hai tunayo. Namwelekeza mkandarasi na nimemwelekeza afanye kazi usiku na mchana, akamilishe kazi iliyobakia ambayo ni ndogo sana, huu mradi huko zaidi ya asilimia tisini sn palipobakia ni kuweka maungio tu na kufanyia kazi e. Sehemu kubwa ilikuwa ni kutoboa barabara mabomba yapite na kupongeza, umeifanya hiyo kazi ndani ya muda. Unatakiwa ukamilishe huu mradi mwezi wa tatu, lakini tulikuelekeza kwamba kwa, kwa uhitaji wa wananchi wa maji, huu mradi unatakiwa ukamilike kabla ya mwezi wa kwanza.